Nafikiri masomo haya ukiwa umefuatilia kwenye makala zangu eh, kwenye Facebook, kwenye YouTube au ukiwa na kitabu changu hata kimoja, nafikiri inaweza iwe kazi ngumu kuelewa hiki ninachokiongea. Lakini ni makelele kwa wale anayesikia kwa mara ya kwanza. Nina uhakika ni makelele. Wale wanafunzi walioko hapa hata kama tukisema haya matangazo tu tukaweke redioni watakaoelewa ni wachache sana. Kwa sababu ni kodi ambazo natakuwa uzifungue kutoka kwenye fahamu zako za ndani, ndio utaweza kuelewa eh, ndio utaweza kuelewa. Nataka nikusimulie habari ya namba nne, kwa sababu umeniambia kwamba umeandika namba moja mpaka namba tisa eh, eh? Ndivyo ulivyoniambia hapa. Uliuliza swali vizuri kabisa, na mimi nilisema nitakujibu kesho ambayo ndiyo leo ili tuweze kuelewana vizuri. Ulikuwa umeuliza vizuri kwamba umeandika Je, yeah, inasaidia nini mimi kuwa namba moja au namba tisa ikiwa namba zote zinaishi hmm? Kwayo sasa, okay, ukikwambia namba yako ya namba tatu ni bahati, una namba yako ya bahati namba tatu. Maanake sasa, wewe ubunifu kwako eh, tuangalie nishati ya namba tatu kama tulivyojadili hapa Unatakiwa kuakti unamba tatu, yaani namba tatu ni nishati gani? Kama nilivyokuelezea hapa. Na kama hujaelewa, ni kauliza, na kama unakuwa ni vizuri. Sasa hivi namba nne ni kujenga ukuta. Eh? The foundation Furaha ni nzuri lakini, sasa, uumbaji wa namba tatu unahitaji kulindwa. Mm? roho inasema, um, huu uumbaji lazima uwe salama. mm -hmm. Namba nne inahusu ujenzi, mifumo, utaratibu, nidhamu, kujenga maisha yenye muundo. Ni frekwensi ya jiwe la msingi, nguzo nne zinazoleta utulivu wa maisha. sasa kwenye voisi iliyopita nilikuwa nakwambia kwamba mwili wa binadamu ya ya kumbuka, eh, kin, furaha, ni sheria ya nne ya uumbaji. Eh, furaha nilikwambia kwamba namba tatu inazaliwa ubunifu eh, inabunifu, inazaliwa ucheshi sanaha ye, vitu hivyo ni nishati, furaha ni nishati hofu ni nishati , eh. Ndio maana atakwambia hata kwenye hawa mashehe wanaofundisha atakwambia bali ya majini kwamba kuna jini kisilani, jini sio kifanya nini, sio jini, chekelea, sio jini nini, zote hizo ni nishati, ni formula zinazoleta mtetemo huo. O, hata ucheshi, eh, ucheshi ni nishati au ni mtetemo? Ni mtetemo, ni frequency. Ucheshi ni frequency, lakini sasa kwenye namba nne eh. Tunakuja tunaangalia sasa kitu kimoja, nimekuambia habari ya ucheshi furaha, lakini hata roho roho roho, ni nishati au ni mtetemo eh? Ni mtetemo ambao unahifadhiwa kwenye mwili eh, alafu ule mwili unapewa uhai, unaamshwa eh. Kwa sheria namba nne, ni ile hali ya nishati kuhifadhiwa kwenye maada eh. Unavyoona rangi inaonekana kwa macho, unavyoona rangi inaonekana kwa macho, maana yake ni nishati iliyoganda Eh? Nishati iliyoganda hadi inaonekana eh? Nishati imeganda hadi inaonekana kwa macho. Macho huwa anaweza kuona kitu kinachoshikika, eh? Ehe. Huwa anaweza kuona kitu kinachoshikika. huwa anaweza kuona kitu kinachoshikika. Namba nne tunasema nishati inafungiwa mm? Au nishati inahifadhiwa kwenye umbo. Nishati inahifadhiwa kwenye umbo. Kuna sehemu moja nilisikia wakasema Misri wakale walikuwa na uwezo ikiwa inang'aa huwa inang'aaje? si kama mwanga wa jua dhahabu, eh? Ni ile nishati inayohifadhiwa. Kama ni furaha, basi furaha inahifadhiwa kwenye jumba eh. Kwa namba nne, ni sheria ya nne, ambapo kwenye sheria ya nne katika kuangalia uumbaji unaotuzunguka tunaangalia mwili Hasa tuangalie mwili wa binadamu. Mwili wa binadamu unabeba roho. Roho ni nishati, ni kitu ambacho hakishikiki wala hakionekani, ni mtetemo. Ndio maana tunasema kila mtu ana mtetemo wake wake, kila mtu ana roho yake, kila mtu ni nota inayoimba kwa sauti yake eh? Unaweza kuelewa kwa namna hiyo. Kwa sasa namba nne inahusu ujenzi, mifumo, utaratibu, nidhamu, kujenga maisha yenye muundo eh, kwa sababu ni sheria ambayo inatuambia kwamba nishati inahifadhiwa kwenye umbo bila sheria hii, ndio tuna majini, ndio tuna uchawi. Uchawi hauonekani haushikiki, lakini unatenda. Majini haonekani hayashikiki, lakini yanafanya je, yanatenda Ehe. Lakini, na li, lakini sisi viumbe hai ambao bado hatujafa tuna mwili ambao unashikika na unaenenda. Kwa hiyo e, sasa ni uthabiti eh, ni uthabiti na hapa ndio tunakuja kupata teknolojia ya madini au tunakuja kupata elimu ya madini, kuvaa madini mkononi. Nimekuwa nikiongea mara kwa mara kwenye karibia kila voice, unavyokuwa unavaa madini. Madini ni, ni yanakuwepo baada ya sheria ya nne. Madini yanahifadhi nishati fulani, ndio maana utakuta mtu anavaa pete ya adhabu, anakuambia ni pete ya kinyota, ni pete sio ya majini. Majini yanahifadhi nishati eh? majini yanahifadhi madini, sio majini, madini yanahifadhi nishati. Utakuta mtu amevaa eh, bangili ya madini eh? Ngoja tufike kwenye namba tano alafu utanielewa. Majini yanahifadhi nishati, ni maada. Madini tunasema kwamba madini, kuna nishati fulani iliyohifadhiwa kwenye madini. Sasa lazima uiamshe ile nishati ili ili uweze kuifaidi eh. kama ni madini yanayokupa utulivu, lazima uamshe ile nishati ya utulivu mle ndani kwa sheria na namba 4, tunagandisha nishati kwenye namba 4. Kwao kuja kwenye, kwenye mazingira ya kawaida inahusiana na ujenzi wa mifuko ile uthabiti eh. Fikiria ni ule kwamba sasa, hichi nilicho nacho ni kihifazi eh. Sawa, nimepata furaha, lakini furaha hii ni hifazi. Eh. Sino naelewa. Ndio ile kitu watu wengine anachenga anachonga sanamu ya babu yake aliyokufa, alafu anatamka maneno Anasoma maneno pale, analeta mtetemo, hisia ile jinsi alivyokuwa anaishi na babu yake na nini. Anaipa ile sanamu jina la babu yake pale kwamba ewe babu yangu, utaishi hapa, kwa sababu pindi anapokuwa anaongea na ile sanamu, anakuwa anahisi anaongea na babu yake eh, kwa sababu anavuta ule mtetemo wa babu yake, yale maisha ya babu yake ya nyuma eh. Ni vitu ambavyo utaviona kwenye kitabu nimeandika, eh, mada vitu vinne vya muhimu kwenye madhabahu ya kiroho hmm. kwenye madhabahu unaweza kuwa unatambikia na nini na mambo mbalimbali, ili kuweza kufanyaje? Kupata nishati za mababu zako wema. Kwa hiyo ndio namba nne, namba ya bahati. Eh. Kwa hiyo tukikwambia ni namba 4 maana yake sasa we asili yako ni kukamilisha mambo. Yaani kutengeneza jambo, eh? Yaani wewe umekamilika kutoka kwenye namba moja. Ni kutengeneza jambo hadi kuja kulihifadhi. Hiyo kazi ya namba tano ni kazi ni hatima ya mtu mwingine kuamsha ni, hatima ya mtu mwingine. Hmm? Kwa hiyo kazi yako ni kuhifadhi. Kwa kama hapa unaweza kuwa mkutubi Eh, yule mtunza hifadhi yani, unaweza kufanya kazi ya kuhifadhi kumbukumbu, kwa sababu wewe ni muhifadhi mzuri wa nishati na vitu. Wewe ni muhifadhi mzuri, namba nne yani, sio kitu ambacho eti ni chakulazimisha ujifunze, ni kitu ambacho ni asili yako yani, ni asili yako, namba nne yani asili yako kuhifadhi, kulea. Eh, eh, kulea nishati, kuitunza nishati kwa miaka mingi, eh, kama ambavyo madini kutunza kwa miaka mingi, mlezi mzuri namba nne eh? Msimamizi mzuri kabisa wa nishati inayofungia, yaani wewe ninakuwa ni jela la vitu, naweza kukifungia kitu kikadumu. Nafikiri hapo unaweza ukawa umenielewa. Ngoja nikate ili nirudi kwenye namba tano.